Anasema nitaondokisha nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, yani kama wewe Musa. Na Mungu akasema tumemtuma tumemleta nabii aliye shahidi juu yenu yani Muhammad ambaye ni kama Musa. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio majibu yake katika hiyo Qur'ani yeah. 73 15 Mungu amemfananisha Muhammad na Musa. Kama vile alivyosema katika Taurati 18 18. Hiyo ya kwanza. Pili akauliza swali kwamba nini? He, swali lake la pili nadhani mm -hmm. E, aliuliza e, ikiwa Yesu ni Muislamu mm -hmm. E, mbona Wayahudi sio Waislamu yaani ile wakati wakwenda kumtafuta huyu mtume mpya e, walihusika na ametoa andiko mm -hmm. la Yohana moja kumi na tisa hadi ishirini na saba. Swali zuri. Kwanza inafaa aelewe kwamba Wayahudi ni watu mm -hmm. siyo dini mm -hmm. Unaposema Wayahudi ni watu, ukisema yes. Waislamu ni watu yes ukisema Wakristo ni watu mm -hmm. ushaona hawa watu wako mm -hmm. na dini, dini zao tofauti mm -hmm. kwa hiyo ukisema Wayahudi semi Wayahudi Waislamu mm -hmm. tunasema Wayahudi tunasema Wakikuyu tunasema Wakamba tunasema Wajaluo mm -hmm. hawa ni watu mm -hmm. kwa hawa watu wako na dini mbalimbali mbali. mm -hmm. kwa Mayahudi hawa hawa Wayahudi wako Wayahudi wa Kristo mm -hmm. wako Wayahudi wa Islamu mm -hmm. Wako wayahudi wako sadini wako yeah. wayahudi wako wa ambao, e, yes. nu, wako mm -hmm. katika dini wameitengeza kwa kiyahudi mm -hmm. kwa hiyo yeye yeah, akiuliza kwamba kama Yesu alikuwa ni muislamu mm -hmm. mbona wayahudi sio waislamu? Wayahudi ni watu, na katikati yao wa watu wako waislamu yeah. kama mfano mmoja nikitoa tu ni ule Abdulahi bin Salam, alislimu wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni muislamu na nakaulizwa utabiri wa Muhammad ni upi? Okay. Akatoa utabiri wa Muhammad katika Isaia 42:11. mm -hmm. Isaia 42:1 anasema hii ni utabiri wa Muhammad, sio mwingine Muhammad mm -hmm. mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameoa moja katika wake wake, ambaye alikuwa ni nini kabila yake ni miyahudi, miyahudi. Lakini amesilimu akawa muislamu mm -hmm. Ushaona eh? Yeah. Kwa hiyo e, wayahudi wako waislamu wengi hata leo duniani wako wayahudi ambayo ni kabila yao lakini waislamu though. okay. majority wao katika dini yao ile ambayo kwamba ni ya Kiyahudi mm -hmm. eh? yeah. kwa hiyo Yesu alikuwa ni Muislamu, Musa alikuwa ni Muislamu, Muhammad alikuwa ni Muislamu, manabii wote ni waislamu, kwa ushahidi wa maandiko kwamba Mungu anasema kwamba wote alioita katika dini moja mm -hmm. na dini ambayo kwamba alioita ni dini ya Uislamu. Ukristo ni dini imeanza baada Yesu, ya Yesu miaka zaidi ya kumi na nne. Uyahudi ni dini imeanza baada ya Ukristo. Kwa hiyo wakati wa Yesu swali walikuwa dini gani? Walikuwa hawana dini. Walikuwa Waislamu. Tangu wakati kwa Musa walikuwa ni Waislamu. Kuna ushahidi mingi wa maandiko. Na Mungu akamwambia Musa katika 10:87 anawaambia kwamba wafanye nyumba zao ndio misikiti. Bi maana tangu wakati wa Musa kuna misikiti. Hmm. Hiyo misikiti walikuwa wanaswalia watu gani? Wakristo. Walikuwa Waislamu. Na wao walikuwa wasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Sipokuwa Uislamu wao walikuwa na taratibu zao na mambo zao. Ndio, labda nikirudisha kwa upande wa pili herupe, manake naona leo maswali yametiririka kwa upande wake eh, na muda nao ndio huo nao, tutabakisha bakishi kwanza, lakini shughulikia hili la ndugu Said la Kumbusho wa Torati 3323 33, na Habakuk ah, okay. ah. 33, 2, 2. Inasema akasema uh -huh. Bwana alitoka Sinai yeah. akawaondokea kutoka Seir uh -huh. aliangaza katika kilima cha Parani. Sasa alikuwa yeah. yeah, nauliza maelezo hiki kilima cha Parani ni kipi ndugu <laughs> hey, hey. Zaidi alikuwa nataka kujua ufafanuzi E, wakina ilikuwa herupe mm -hmm. mm -hmm. Am, manake <laughs> ni Biblia, ndio maana ilikuwa hiyo milima ya Paran ndio kulingana na maelezo, uh, mm -hmm. katika wachambulizi wa Biblia mm -hmm. uh, wanasema iko uh, kwa hiyo peninsula ya, mm -hmm. ya Sinai Mm -hmm. ambaye iko hapa Misri. Okay. ni, ni mali moja ambayo e, mm -hmm. uh, utakatifu wa Mungu mm -hmm. ulikuwa una, unafikia Waisraeli wakati yeah. ule walikuwa wanaenda ku, kumwabudu yeah. uh, kwa hivyo hivyo ndio vile imeelezwa kwa, kwa sasa mm -hmm. uh, iko karibu mm -hmm. yeah. na Sinai hiyo sehemu ya Sinai na pia hapo ni mahali wa Israeli walikuwa wakienda, watu wanapeana uh, sacrifice mm -hmm. kwa, kwa Mungu yeah. uh, u, the presence of God mm hiyo -hmm. glory yeah. ilikuwa inatokea mm -hmm. na walikuwa wanahisi pengine mm -hmm. uh, hapo tu kwa sasa mm -hmm. um, Asante Odiambo, kwamba uliweza kumchangia kama Mkristo ili abasaa nyamaze. Na kuna mtu anauliza was Paul a Jew, Muhoki anauliza wa Filipi tatu tano hadi sita, ndugu wa Filipi tatatu tano hadi sita, wa Filipi tatu tano mpaka sita, ambayo inasema hivi: walakini nalitahiriwa siku ya nane ni mtu wa taifa la Israel mm -hmm. wa kabila ya Binyamin mm -hmm. Mwibrania wa Waibrania yeah. kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo kwa Torati mm -hmm. yeah. yeah, anakuwa mfarisayo sababu, mm -hmm. alielewa na Gamaliel ambaye alikuwa mm -hmm. mkuu wa sheria uh, katika enzi uh, ya, ya Roma, lakini yeye ni Mwibrania mm -hmm. na yeye ni Mwisraeli mm -hmm. na Biblia inataja wazi uh, kwa hivyo hatuwezi kusema hakuwa Uh, Msiabdi mimi nilipewa maji mm -hmm. e, nashukuru mm hiyo -hmm. Nilikuwa mm -hmm. Haru nilikuwa nimemjibu mm hivyo -hmm. Wacha nirudi nyuma kwa wale waliuliza maswali mbeleni. Burhan alikuwa nasema New Testament, tofautishe juu ya New Testament na Injili katika kanoni ya Biblia uh, ime, Biblia ilikuwa tu kitabu moja kama Quran yeah. Lakini e, wataalamu wakakaa chini wakasema, wacha tuipangie ikiwa na logic fulani. Yaani, inafuata ndio, mm -hmm. Ikawa sasa kitabu cha kwanza unasema Mwanzo. mm -hmm. Sababu hiyo ndio inaanza, haimaanishi Mwanzo ndio iliandikwa kwanza. mm -hmm. Ile iliandikwa kwanza kwanza ni Ayubu, no, Job mm -hmm. Uh, lakini naona hiyo iko katikati mm -hmm. Lakini kwa sababu wakati wanaeleza hiyo ndio inaanzia wakati dunia ilipoanza ndio mm -hmm. Wakasema sisi tuanzie hii alafu kutoka alafu sasa ndio ikakuja ikafuta ndio sasa hizo vitabu za Musa akaweka pamoja mm -hmm. Alafu ya manabii mbalimbali ndio sasa ikatukia sasa hiyo ilikuwa agano la kale. Uh, sasa kuna Agano la kale, Agano jipya. Agano la kale kuna vitabu kadha nyingi, Agano jipya kuna vitabu kadha. Injili iko kwa Agano jipya. Mm -hmm. Na hasa Injili mm -hmm. mm -hmm. na hasa, inahusu Injili ya Kristo. Uh, kuna vitabu nyingi ambavyo zimeongezewa hapo imeandikwa uh, eh, na Paulo na manabii mbalimbali yeah. eh, uh, na wao waliweza ndio wanasema Injili mm -hmm. lakini New Testament uh, sasa kwa canon wanasema kuna kuna Agano New Testament ni Agano. Mm -hmm. Kuna Agano la kale, Agano mpya. Agano la kale linahusu hizo vitabu za za Torah na na Zaburi na zingine. Eh, yeah. Uh, alafu sasa kwa Agano jipya ndio wanaleta injili sasa. Nasema yeah, ni injili. Injili nyingine yeah. Ni injili. Inahusu tu mambo ya ka, Yesu. Lakini wataalamu ndio wameweka hizo majina kuleta tofauti hiyo. Ah, yeah. Uh, kuna Harun tena Mm -hmm. Bwana Yesu ajasema ajakuja kuokoa bali kutimiza torati, hiyo mm -hmm. nilipeana um, then kuna hiyo utabiri wa Kristu unapatikana wapi? Ilieleza kila malinafkiri kuna gani. Yeah, Mariam, Nafikiri yeah, yeah, Yesu ni mnamtaja kama Mungu na utabiri hu ni wanabii yes, uh, mm -hmm. Yesu kulingana na, uh, na mafunzo ya kikristu ako na ofisi ta nyingi lakini, mm -hmm. tatu zinatajwa mm -hmm. moja kwamba ni mfalme kwa sababu yamepitia ukoo wa mfalme Daudi, ya mm -hmm. eh, pili, yeye eh, ni eh, kuwani eh, kwa sababu eh, ya ofisi yake mm -hmm. alikuja kufunza watu na akawa mm -hmm. kuwani mm -hmm. ala pia ni nabii na apempitia hiyo, unabii ulitolewa, kuna nabii atakuja baadaye mm. Tumesoma hapo, Musa alisema, Yohana alisema. Kwa hivyo hapo, na hizo offices zote hizo office tatu zote ndio maana zinatajwa hivyo, uh zimetajwa -huh. kuna nyingine so. nimesahau kweli si. <laughs> <laughs> E, ni hiyo tu na kama kuna nyingine basi, tutakuwa tukitackle kwenye kipindi cha wiki ijayo e, na mshekha basi Okay, nafikiri yeah, yeah, na nafikiri kwanza kuna point moja, mimi na point mbili nataka kuongea. Point ya kwanza nafikiri kuna kitu ambaye niliuliza e, e, Mwalimu Herupe yeah, kuhusu hii Biblia NIV na KJV, gani imeongeza gani imepunguza yeah, yeah, yeah. Nafikiri ameiruka mpaka mwisho watu, eh, Mwalimu Herupe anasema kwamba parani iko ndani ya Misri na uzuri amesema kwamba mm. ni wachanganuzi wa Biblia wamesema. Wachanganuzi wa Biblia wakisema neno hakuna tatizo, ni ni ni maneno yao, kwa mm. sababu pia wanatuambia Yesu ni mtoto wa Mungu, mara wanasema ni Mungu na anasema Yesu ako na ofisi tatu, na mimi naona labda kuna ofisi nne: kuhani, mfalme, nabii na Mungu. Ia, Mungu umeiruka ofisi ya Mungu ya sijui umemnyang'anya ofisi, lakini tutajua tu, kwa hiyo tutajua siku zinavyoenda. Sasa anasema parani iko ndani ya Misri. Ndiyo? Chonganizi ya nani ya watu wa Biblia, lakini kwa maandiko Parani iko nje ya Misri, kwa sababu mimi nitasoma haraka haraka. Ukisoma ufalme wa kwanza kumi na moja kumi na nane inasema wakaondoka katika Midiani wakafika Parani. Hao ni watu wanatoka Midiani wanaenda wapi? Parani wakachukua pamoja nao watu toka Parani walipofika Parani wakachukua watu. Unaona walipochukua watu wakafika Misri, bimaana wamechukua watu kutoka Parani. Parani iko nje ya Misri, sio ndani ya territory ya Misri. Hawezi sema leo mfano Nairobi iko ndani ya Kenya, sio eh? Uweze sema kwamba na Mombasa iko ndani ya Kenya. Uwe sema wakafika Mombasa, na walitoka Mombasa, wakafika Nairobi. Walipofika Nairobi wakachukua watu, walipochukua watu wakaenda wakafika nao Kenya. Does it make sense? Unless lazima Nairobi iwe nje ya wapi? So Parani iko nje ya Misri, sio ndani ya Misri. Na Parani hiyo ukisoma ndio sehemu ambayo kwamba alienda akakaa na Ismail. Mpaka leo Parani ni pale Maka, lakini wachanganuzi wa Biblia wanajaribu kupotosha watu ili sionekane kama pale Parani kuna mtakatifu, kwa sababu Habakuki 3:3 imesema kwamba Parani kuna mtakatifu. Sasa huyo mtakatifu ndio anajaribu kuepa, wakisema tu Parani ni Maka, kuna mtakatifu watu watajua ni Muhammad. Kwa hiyo lazima wafunike funike wasema mambo ambayo kwamba si ya nini, si ya kweli. Kwa hiyo nafikiri mimi nimetoa ushahidi zangu mm, kadhaa mm, na mingi zimeenda anopost bi maana kwamba eh, mwalimu Erupe amekubaliana na zangu nne. <laughs> Kwa hiyo mbaki tu wasilimuajbu. Okay, Malisia, asanteni sana basi. Ningependa uh, kusema asanteni kwa mjadala huu. mm -hmm. Huu ni sehemu uh, part A. mm -hmm. bado tutaendelea. yeah. na sehemu part B ambayo, mm -hmm. tena kama Muhammad ametabiriwa kwa Biblia, asa agano jipya. mm -hmm. hii ilikuwa agano la kale ambayo hata hatujakamilisha. mm -hmm. tumesema tu sehemu juu juu na tukabakichia hapo. mm -hmm. Ni, ni defu ambayo, mm -hmm. uh, ungefanyika hivyo. mm -hmm. Uh, basi um, ilikuwa najaribu kuwasiliana na kuzungumzia wasikilizaji yeah, sio kupeana yeah, uh, debate na mwenzangu hapa vile mm -hmm. tunafanyanga huku mm hizili -hmm. mm -hmm. <laughs> hiyo tutafanya hizilii yeah, hapa yeah. Sasa tunataka tuwazungumzie <laughs> wasikilizaji yeah, kwa hivyo sio ndio maana singependa nibichane naye hapa tutapeleka zltajunkimalizi ko sawa kabisa bawabawa kwa ajili ya muda. Kipindi cha siku ya leo cha risala toka tukikomeshia hapo, zikiwa ni sita dakika zimekatika baada ya saa nne majira ya Afrika ya Mashariki. nimekuwa mwendesha kipindi wako Abdulhamid Suleiman hadi ijumaa ijayo ungane nasi hapa kwenye Ikra FM 95.0 ili tuendelee kuchangia katika mada hii, tuendelee kuifahamu dini yetu e, na pia tuendelee kuwa katika njia iliyonyooka. Kwa wale wote ambao wamechangia katika kipindi hiki nawashukuru sana na pia kwa wale ambao wamekitegea tu kwa kusikiza, basi Allah awajalie na sisi wote aweze kutujibia dua zetu ambazo tunaziomba kwa dhahir na zile pia ambazo tunaziomba kwa siri. Hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.